Ni siku ya tatu tangu kuanza kwa zoezi la usajili wa wapiga kura kote nchini huku kaunti za Wajir. Na huko kaunti ya Wajir, viongozi na wakazi wanawahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kuhakikisha kuwa majina yao yapo kwenye sajili ya upigaji kura ikizingatiwa ukubwa wa eneo hilo. Viongozi wa jamii wamesema watapanua kampeni na kuhamasisha kupitia misikiti, makanisa na maeneo mengine ya ibada ili kuhakikisha ujumbe unawafikia wananchi ambao bado hawajasajiliwa kama wapiga kura.

and also the personnel that they, they, they, they hire to mobilize our community so that our communities can register themselves. Hey, leo niko kwa IBC office nikijiwasilisha eh, kukata kata kura ya 2027 Mungu akitujalia. So wa Kenya wenzangu katika Kenya, na wahimiza wakate kura, haswa vijana hasa wa vijana nahimiza wakate kura. Kura ni haki yako na wakulima wa majani